Na mtazamaji wa Trendy TV bwana leo ni kwapo kwa ajili kwa ya kuletea update hii hapa, na hii ya leo bwana inahusiana na kitu ambacho amekizungumza mwanadada na mfanyabiashara maarufu kabisa hapa Tanzania. Huyu bwana anafahamika kwa jina la Nifa. Nifa bwana ameelezea mambo mengi sana mazito kuhusiana na mambo ya mahusiano kwa upande wake yeye yeah, yeah, Niffer bwana ameelezea kwamba uh, ha, kwamba suala la mwanamke kuwa katika mahusiano na mwanaume, basi anatakiwa mwanamke ajitambue kwanza kabisa, ajitafute, atafute pesa, ahakikishe kwamba ana nyumba, ana gari, then akifikisha hata miaka thelathini na nne hivi, ndipo aamue kuingia katika mahusiano ya kimapenzi. Yaani, Nifa bwana ameamua aweke jambo wazi bayana kabisa kwamba hakuna sababu ya mwanamke au mwanadada yeyote yule aamue kuingia katika mahusiano a haraka haraka, atake kuolewa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Nifa ameelezea hili jambo ambalo linaonyesha kama vile amejifunza kulingana na experience ambayo yeye yuko nayo. Niffer bwana ameelezea mambo mengi sana mazito kuhusiana na hiyo inshu lakini pia vilevile ya kuishia hapo eh, ni kwamba huko mitandaoni bwana wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Niffer, which nataka hapa ukisikilize kwanza alichokisema eh, kabla hatujafika mbali. Anaonaambia kwamba wadada wa miaka ishirini na moja mpaka thelathini na nne usiolewe, kwanza jenga msingi, eh, jenga misingi E, tafuta hakikisha kwamba una nyumba, una gari na, na biashara zako kwanza. Pia vilevile una hela bank e, na hivyo vyote hakikisha unavifanya huku uliye naye havijui like e, huo ndo mtazamo wake wa mwanadada Nifa e, kuhusiana na mahusiano na maisha ya ndoa kwa ujumla kwa vijana wa kuanzia miaka 21 mpaka 34, so nataka hapo umsikilize Nifa <mulia> sura wa mwanaume au wa mwanamke unaweza ukanunua. I repeat, you can buy mwanaume mzuri, you can buy mwanamke mzuri mwana mwana mwana mwana mwana. Dunia ya sasa hivi unamuonga tu anakuwa wakwako. I said it mwanzo, nilikwaga najua mahusiano na ndoa ni kumchagua yule mtu unayempenda au anayekupenda sana, ndo muoe au akuoe, but my friend if you do that mistake na ukawa umekosea, kwa bahati mbaya umechagua kitu ambacho si sahihi, utaishi maisha yako kwa kujutia sana. Kwenye mambo ya mahusiano, achana na yale mahusiano ambayo unakuwa tu na mtu for fun. Yale mahusiano ambayo unasema kabisa, huyu mtu niko tayari ni, ni zae naye tuishi pamoja miaka kumi, ishirini, thelathini. Baadhi ya sehemu ambazo mimi siwezi kwenda, aende kwa niaba yangu. Ndugu yangu, be very careful. Wale wanaosemaga mmekutana sijui miezi miwili mitatu sita mwaka unatosha, bwana kujua kama mtu ni sahihi sometimes sometimes, no inabidi. Sometimes, ukae na mtu mpaka akutwe na majaribu mengi ya kutosha, uangalie uwezo wake wa kusolve matatizo. Hapo ndo ujue huyu mtu nilokuwa naye kweli ni sahihi. Kuna story ya mama hapo, nimetoka kuisikiliza, nimeangalia, nimeisikiliza Wanaume nyie, kwenye ndoa ndoa, na mahusiano mahusiano, mnapendaga sana kuwa na siri, siri mnafanyaga vitu kwa siri, siri. hamtakagi kuwaambia wanawake zenu kwa sababu gani? Ego imewakaa hapa, unataka mwanamke wako wako aone you are doing everything right. unataka mwanamke wako aone wewe you are, you are just moving fine. you don't want to be vulnerable. Waambie wake zenu, napitia moja mbili tatu mama mtu hapa nimesanda misanda, mama mtu hapa nimefeli hapa. Tunaongea vipi, tunasaidiana vipi? the problem mnataka kufa na kufia hapa kwenye vichwa. Matokeo yenu mna, mna bahati mbaya, labda Mungu anawachukua au nini kinatokea, shida zinabaki kwa wake zenu. sasa kwa bahati mbaya sana ndo ukute zile ndoa ambazo mwanamke na mwanaume walikuwa wanashirikiana kila kitu kwenye biashara so mwanamke hakuweza kuinvesti chochote cho cha kwake. Mwanamke labda alikuwa hata saa nyingine hafanyi kazi yoyote, kila kitu alikuwa anakutegemea wewe baba. Unaondoka kwenye hii dunia, unajua mwanamke amemwacha kwenye hali gani? Watoto wako, mahusiano nyie, sio na kupenda na kupenda pia, unaweza ukainunua, unaweza ukainunua ni mimi. Kuna vitu nikisema hata niseme Mungu wangu, na hisi kichwa kitapasuka. Lakini kama you are choosing kwa kutaka uwe na familia bora kwa kutaka uzae watoto uishi nao vizuri kwa kutaka sijui progress ile ya kweli. When choosing a person, you have to check well. You have to You have to check well. Na katika vyote ogopa mtu muongo. Ukiwa na mahusiano na mtu ambaye ni muongo muongo, kuna siku atakuibia hata wewe, wewe mwenyewe aliyekuoa au wewe uliyemuoa. Atakuibia na atakwambia, atakuibia na atakwambia ni hatasielewi, imekuaje na atakaa hapo atakulilia machozi ya damu, kumbe anakufanyia yeye mabaya yote yote Unaona, mbona vitu vyangu haviendi, biashara zangu haziendi, labda wa una wateja wakubwa, mbona una wateja wakubwa wamehama? Kumbe wewe unaona nani ndo anakufanyia vitu. Kuna vitu Mungu anakupa red flags mapema sana, wewe unajifanya ni bingwa wa kubadilisha watu, ntambadilisha, atabadilika. Angalia yule mtu akiwa na madeni analipaje, anasolve vipi yale matatizo Anafanyaji, anaangaika vipi? Kwa sababu mwisho wa siku vile matatizo yanayokuja kutokea hayato muafekti yeye kama mume wako. Yeye anadaiwa hadaiwi? Yeye mnadaiwa nyote? Anafanya ifoti gani kuhakikisha kwamba nyinyi wote mnabaki sehemu ambayo iko safe, nyinyi wote mnakuwa mko salama? Yani, ombeni hospitalini I don't know what to say, lakini yaani, kuna vitu nikiviongelea nasikia moto hivi. Kuna wadada nikiwaona maskini wanaenda sijui kuolewa sijui kufanyaje, wadogo miaka hii ishirini na moja, ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano, hata sasi na nne ni miaka yawe kutengeneza misingi yako, foundation yako, kuwa na nyumba zako ziko kwenye majina yako, gari liko kwenye jina yako, biashara iko kwenye jina lako, peleka hata vikavituzi hata wapi huko mbali huko huko uko saa nyingine atakuwa na akaunti zako za benki zina hela hata unalo deti nalo hata alijui. this world, hm? This world, this one. Watu wana roho ziko hivi hivi. Aya, mandoa ndoa mandoa ndoa, aya mambo ya mahusiano mahusiano haya, ukikutana na mtu sahihi mshukuru sana Mungu, ila so, so, Yeah, so hicho ndicho alichoamua kukizungumza Nifa eh, mmoja kati ya wafanyabiashara maarufu kabisa hapa Tanzania jijini Dar es Salaam eh, kwa upande wake yeye yeah, yeah. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuekee maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureply kila comment, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.